Mtazamaji, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Bungoma Mark Kadima, amewataka viongozi wanaoshikilia nyadhifa mbalimbali kuwajibika katika utendakazi wao kwa lengo la kuwafaidi wananchi wanaowahudumia. Ni taarifa yake Thaddeus Wachie. Askofu Mark Kadima aliongoza misa kipaimara katika kanisa Katoliki parokia ya Muhoya. Ametaja kuwa ni jukumu la kila kiongozi kuwajibika katika huduma zake, hatua anayotaja kuwa itasaidia kuboresha maisha ya wengine na kulialia, planning your predecessor, so all the time na tu waliye nitangulia, waliniachia madeni. Kaa kwa ofisi na utimize hayo, mnanielewa? Yes, live up to the expectations of your job. Hapana, kaa tu uko na kusema oh, mimi sina hii sina hii Unaenda huko unasema oh, e, e, pesa zote walikula, hakuna e, watu hakuna nini nili complaints, kama umefika kwa hiyo ofisi, fanya kazi. Ndio maana uko huko, sivyo? Kadima ametaja kuwa tamaa miongoni mwa viongozi ndicho chanzo cha ufisadi, si tu kati ya viongozi wa kisiasa bali hata miongoni mwa viongozi wa ngazi za chini. Hapana kufikiria tu ucho, ucho, upate hii hii. Kuna shida kila mahali. Hapana, fikiria nikitoka hapa niende huko hakuna shida, nikienda huko hakuna shida, nikikaa na huyo hakuna shida, ukivaa kofia kama yeye askofu hakuna shida. Hapana, kuna shida huko, kila mtu ana shida zake, na avumilie ama tumilie kama ngumu ama kuna ingine. Yule anasema ama bana, kaa chini ufanye kazi, utapanda pole pole, panda ngazi Padri msimamizi wa Parokia ya Muho ya Kizito Okukumangeni amepongeza waumini zaidi ya mia nne waliopiga hatua ya kupokea kipa imara kutokana na taratibu na kanuni za Kanisa Katoliki. Leo hii katika maadhimisho ya misa tutakuwepo na maadhimisho ya sakramenti ya kipa imara, na leo hii tuko na wakandidata mia nne hamsini na moja. Nashukuru kwamba Baba Askofu, umetujia siku ya leo. Tunakushukuru kwa kipaji cha parokia yetu, tunakushukuru kwa support kubwa ambayo umetupa hadi wa leo, na kuja kwetu basi kunatuletea neema ya kutosha. Mia moja sitini na tisa hawa wakiume wataitwa Martin Asante sana na wakike 282 wataitwa Alice. Nikiripotia West TV kutoka Mhwea, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Naitwa Thadius Wachie. <coughs>